Wiki iliyopita kuna mfugaji wa sungura alinitafuta, akaniambia sungura wake wanakufa ghafla. Dalili ambazo anaonyesha alisema ni kutoka damu mapuani masikioni, alafu ni vifo vya ghafla, na pia kuna muda wanapoteza hamu ya kula, au mkojo na kinyesi nakuwa na damu, au mda mwingine wanapiga kelele kabla ya kufa. Niliingia mtandaoni kutafuta kwamba huu ni, ni ugonjwa wa aina gani, nikakuta ni ugonjwa unaitwa RHD. Sababu sijawahi ku experience kwenye shamba langu, ni ugonjwa fani ambao unasababishwa na virusi vya RHDV, na mpaka sasa wanasema hamna tiba yake ila, ila kuna chanjo ya RHD. Maana yake ni kwamba kama sungura watapata na hiyo changamoto, cha kwa kwanza watamtenga sungura ambaye anaumwa siwe karibu na wenzake ili asija kawaambukiza sababu ugonjwa unasambaa kwa hewa, vyakula, maji, vumbi, nguo ambazo wamevaa huyu mfugaji na wadudu pia, kama mbu au wa nzi, wanaweza kusambaza huu ugonjwa. Kwa hiyo cha kufanya sungura yako akipata nayo changamoto ni kuwasiliana na daktari wa mifugo. Ila wakati huo hakikisha umemtenga sungura ambaye anaumwa kile karibu na wenzake, sababu ataambukiza. Na kwa sababu hamna tiba, basi sungura huyo ambaye amepata changamoto ni aidha umchinje au usubiri daktari aje kuambia nini cha kufanya. Kwa hiyo nimeona ni kuupdate kuhusiana na ugonjwa wa RHD ambao unatokana na virusi vya RHDV. Kwa kama utapata namna ya kupata chanjo kama unahisi mimi namba upo ya yani changamoto hiyo, basi uachanje usahau kusubscribe ku channel yetu ya Kisinza Farm ili kujifunza zaidi kuhusu ufugaji wa kuku, sungura, bata na ng'ombe maziwa.